Katika hotuba yake ya kwanza kwa watu wa Kongo tangu aondoke madarakani mwaka elfu mbili na kumi na tisa Kabila ameshutumu hatua za Kinshasa dhidi ya bunge la Senet kupiga kura ya kuondoa kinga yake ya ubunge. Hatua hiyo imefungua njia ya kuelekea kesi ya uhain kuhusu madai ya mwanasiasa huyo kuwa na uhusiano na wanamgambo wa M23, ambapo rais Felix Tshisekedi amesema kabila ndiye aliyehusika na mashambulio ya M23 mashariki mwa nchi hiyo. Wapiganaji wa muungano wa makundi ya waasi yanaoongozwa na M23 wameteka maeneo yenye utajiri wa rasilimali mashariki mwa nchi, karibu na mpaka wa Rwanda, eneo ambalo limekumbwa na vita kwa zaidi ya miongo mitatu. Katika hotuba akiwa makao makuu ya chama mjini Kinshasa, katibu mkuu wa chama cha Tshisekedi Union for Democracy and Social Progress Augustin Kabuya amemtaka Kabila kuwaachia Wakongo washughulikie matatizo yao wenyewe. Kuanzia jioni hii, natoa wito kwa Kabila kuwaacha Wakongo washughulikie matatizo yao wenyewe bila majadiliano, kwa sababu sisi Wakongo tutaelewana siku moja, tofauti na yeye, raia wa Rwanda ambaye alilazimishwa kuingia madarakani. Kabuya amesema rais huyo wa zamani ana jambo la kuwafundisha kuhusu demokrasia akimaanisha kuna watu wengi waliouawa na mamlaka wakati wa maandamano ya kupinga utawala wake alipokuwa mamlakani. Unaona jinsi alivyotuua, anaweza kipel, kutuambia kwamba vile Felix Tshisekedi amekuwa mkuu wa nchi hii amewahi kufanya hivi. Je, amewahi kufanya kitu kama hiki kuja kutusumbua kwa hotuba za uzushi ili akubalike na Wakongo? Unaona, ameua watu na ndivyo tunauana huko Goma na Bukavu. katika hotuba yake Kabila amesema hivi karibuni atazuru Goma, mji muhimu wa mashariki mwa Kongo, baada ya waasi wenye silaha wanaoongozwa na M23 uliotekwa mwanzoni mwa mwaka kufuatia mashambulio ya radi. Baada ya kuondoka mamlakani mwaka 2019 Kabila alipata cheo cha heshima cha seneta wa maisha na kinga ya ubunge lakini tangazo lake kuzuru eneo la mashariki mwa Kongo lililokumbwa na migogoro Ameshtakiwa mahakama ya kijeshi. Ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa jeshi ililitaka bunge la Seneti linalotawaliwa na muungano unaotawaliwa na Tshisekedi kuondoa kinga ya bunge la Kabila ili kuruhusu kufunguliwa mashtaka kwa madai yake ya kuunga mkono M23, ingawa wataalamu wa katiba wametilia shaka utaratibu huo. Kura hiyo imepitishwa kwa wingi wa kura siku ya alg wiki iliyopita huku Kabila akivunja ukimya wake wa muda mrefu siku iliyofuata na kushutumu utawala wa urithi wake. Ramla Ngoo, UFM.